Mtazamaji, sasa ni yapata saa nne za usiku hapa katika eneo la kisima cha nyoka hapa mkoani Dodoma, mamia ya wananchi ambao wamejitokeza hapa kwa ajili ya kushuhudia ajali ambayo imetokea hapa, na tayari jeshi la polisi kama ambavyo unaona walifika hapa pamoja na jeshi la zimamoto na uokoaji, na tayari uh, miili yote uh, imekwisha okolewa Ni gari la zimamoto na uokoaji likiwahi katika eneo la ajali ambapo watu kadhaa wanadhaniwa kuwa huenda wamepoteza maisha mara baada ya gari aina ya Fuso lenye namba za usajili T 327 H DHK kugongana na pikipiki maarufu bodaboda katika eneo la Kisima cha Nyoka, kata ya Chang'ombe, mkoani Dodoma. Huku mwili mmoja uliokuwa umekwama chini ya gari hili unapoendelea kutolewa, baadhi ya mashuhuda wa tukio hilo mbali na kuelezea chanzo cha ajali hiyo, wanasisitiza kwamba ni wakati wa barabara hii kutathminiwa upya ili kupunguza ajali ya mara kwa mara. Maana jomba, mi nimetokea barabara pale, vile kuna njia pale ya kupandishia hivi kolongoni. Baada ya hapo, sisi tumesikia mlio, maana gari imetupita, sisi gari iliyopata ajali imetupita pale kibati, imekuja mpaka huku hivi, tukasikia mlio wa gari kwamba imeanguka. Nilikuwa na chali yangu mmoja hivi, sasa tumekuja kuangalia ajali hapa, tumekuta kumbe ni watu ndo wameanguka hapa, wameshakandamizwa na gari walikopo, na baiki yao iko hapo hapo mtaloni. Hatua ya kwanza walikopo ni watu wawili, ni ndugu wao nadhani, lakini mmoja akashawaishwa hospitali huyu mwingine ndo imeshindikanika kwa sababu hii gari koo imeshamkandamiza, limemkandamiza begani mpaka hapa shingoni. Watu no wakaja wakalisukuma kidogo, limemwachia, lakini wakawa wanatafuta utaratibu mwingine wa wahili gari kulitoa ili mtu atoke, lakini imeshindikanika. Hatua iliyofuata ikapigiwa gari ya zimamoto simu. Kufika hapa, hii gari hapa haikufanya msaada wote zaidi tu ya kupiga simu, kupiga simu. Jeshi la Polisi limefika hapa, ndo wanaangalia utaratibu unaofuata Uwezekanika kwamba huyu mtu atoke hapo mahali alipo. Majina yako? Majina yangu mneitwa Mtoshi Jona. Kama kuna uwezekano wowote wa kujaribu kuweka hata vielelezo fulani ili kuepukana na matatizo haya yanayotokea, kwa sababu tunaweza tukasema hili limetokea na kesho likatokea lingine likaja kuwa kubwa zaidi ya la leo. Kwa sababu hii, mimi nimeionea ajali nikiwa mbali. Nimeona gari zinatoka mbio huko zikija hapa zinasasa kuta kujua pale kuna nini. Baada ya kufika eneo la tukio, niliyoyashuhudia niliyoyaona, na ndo akili sasa ikafunguka sasa kuwa hapa kuna uwezekano kufanyike miundombinu mingine, ili kuepusha hizi za kesho na kesho kutwa, zisifanyaje zisije zikajirudia tena, kama kuna uwezekano wa kubadili labda mazingira, miundombinu hapa, kuweka hata viashirio fulani kwa kwa sababu haiwezi kuja kuishia leo, kuna leo na kesho na kesho kutwa, haya mambo yanaendelea, kwa sababu hizi kazi za bodaboda na magari ni shughuli ambazo endelevu, yaani leo, kesho, kesho kutwa kama unavyoona hapa, limetokea ili mwingine ana fosi tena pembeni, naye anataka kupita huku na nini, kama kuna njia ya huku moja, utafute utaratibu mwingine. Hii si mara ya kwanza kwa ajali kutokea katika eneo hili la kisima cha nyoka. Wiki kadhaa zilizopita, ajali nyingine ilitokea hapa hapa na kusababisha majeruhi, ambapo hadi sasa bado wanaendelea kupatiwa matibabu hospitalini. Kwa upande wao, jeshi la zimamoto na uokoaji linasema zoezi limekwenda kwa usalama, lakini linaendelea kutoa mwito kwa jamii kutoa taarifa za matukio ya ajali ya moto na mengineo. Tulipopigiwa simu, tulifika kwa wakati kama mlivyoshuhudia wananchi wakizungumza. Tumefika tukakuta kwamba mwili umekandamizwa na gari. Tulichokifanya, nilifanya juhudi za kuweza kutafuta kreni mbili, kama tulivyoziona tumeweza kunyanyua gari, kunyanyua ile gari na kuweza kutoa mwili wa mwenzetu, na tumeweza kuweka kwenye gari, kama tulivyoona tumepeleka hospitali kwa hiyo zoezi letu, tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunashukuru Watanzania na wananchi, wamewahi kupiga simu na tumewahi kufika kutokana na simu yao walivyokuwa wametuelekeza, na eneo hili linaitwa eneo la kisima cha Nyoka. Tumefika tumesaidiana na wenzetu jeshi la polisi na kuweza kumaliza shughuli yetu. Katika ajali hii kulikuwa na miili miwili, mwili mmoja anim, amepata majeruhi ni majeruhi, amekimbizwa hospitali na mwili uliokuwa umekandamizwa ni mwili mmoja, ila kinachoendelea ana maelekezo zaidi anatoa daktari, kwamba nini ambacho kinachoendelea na mtu tuliyempeleka hospitali yuko katika hali gani. Sisi kipindi chote tuko wepesi, kinachotakiwa ni kuweza kutupatia taarifa kwa wakati. Namba yetu ni moja moja nne mia kumi na nne. Tunapopigiwa simu kwa kupitia namba ya mia kumi na nne tunafika kwa wakati na kuweza kufanya shughuli, lakini pale tunapopata taarifa mapema, iwe ni moto, iwe ni maokozi ya aina yoyote, Zimamo, jeshi ya zimamoto na uokoaji Tanzania tunafika kwa wakati na tunafanya kazi kwa wakati. Huku zoezi hilo likitamatishwa, baadhi ya wananchi wanasema kwamba jeshi la zimamoto na uokoaji mbali inakofika eneo la tukio kwa wakati, lakini wanatilia shaka kuchelewa kuwasili kwa vifaa vya uokoaji. Zoezi la uokoaji limeenda kwa muda, na pia tunashukuru jeshi la uokoaji kwa maana limekuja kwa wakati na mpaka mwili wa marehemu ukatolewa, na sasa tunaenda kwenye masuala ya hospitali na kwa ajili ya kusitiri mwili wa marehemu. Lakini Mungu aiweke roho ya marehemu mahali pema peponi. Naitwa Godfrey Godrak kwa majina. Kwanza naitwa Aziza Ramadhani Malenda a uokoaji wao wenzetu uzimamoto wanajitahidi sana, angalau vifaa vinachelewa kufika wenyewe wa wamewahi kufika vifaa vimechelewa kufika ila, nashukuru Mwenyezi Mungu, wamejitahidi kadri ya uwezo wao, wamepata kumwokoa kijana wetu, hicho nacho ni cha kushukuru. Kingine maombi, wenyeviti wa mitaa pamoja na madiwani, tunaomba wajitahidi waweke baunsi kubwa hapa ili kwa kuokoa ajali za vijana wetu vijana wetu. Hii mara ya tatu kupoteza maisha hapa darajani, unaona. Kwa hiyo sasa tutapoteza vijana wengi, kwa sababu gari zinazotoka huku na huku vijana wetu wanakuja moja kwa moja, unakuta wanashindwa, kama hivi unavyoona ajali ya leo. Mimi nilikuwa wa kwanza kufika kwenye hii ajali, kwa sababu nyumba yangu ni hiyo hapo. Hadi dreva anaondoka, anakimbia, tumepishana naye, ila tuwahi kuja kumwokoa mtu lakini tulishindwa kwa sababu gari ina mzigo mkubwa, na yule aliyedondoka chini ya korongo pia alikuwa ameshazidiwa na kupoteza maisha yake. <coughs>

Ingawa Jeshi la Polisi mkoa wa Dodoma bado halijataja chanzo cha tukio hilo, lakini kamanda wa Jeshi la Polisi mkoa wa Dodoma sakap George Katabazi akizungumza nami kwa njia ya simu aliahidi kulitolea ufafanuzi swala hilo pindi tu ripoti ya uchunguzi wa awali utakapomfikia. Na hivi sasa, mara baada ya zoezi la kuokoa miili ya kumalizika, zoezi ambalo limesalia ni kujaribu kuliondoa hili gari ambalo bado limekwama katika eneo hili. Jeshi la polisi bado liko hapa kuhakikisha kwamba uh, zoezi hili linamalizika katika hali ya usalama na bila kusababisha athari zozote. Ronald Sonyo, TMC News, Dodoma.